chi wa Morogoro kusini mashariki wanataka barabara ya bigwa kisaki, haiwezekani. Miaka mitano, naongea neno moja, hii nchi na rais msikivu ametugia kilomita sabini na nane na ameruhusu pesa ije. Kaka yangu Urega, shida iko wapi? Unajua kama unaona maji mazito, aga jamani, tumieni bunge hili kuaga kwenu, wastarabu. Hivi saa hizi unaomba lami kweli? Jamani, bunge hili unaomba lami? Hiyo gemu imeisha hiyo. Gemu imeshaisha. Hapa tunajadili uchaguzi, kesho kutwa raisi anakuja anasema bunge limevunjwa, wewe unaomba lami kilomita sabini tabani asa hivi, ukipita kwenye mitandao ya kijamii kitu ambacho huwezi kukosa kukiona ni kuhusiana na majibizano ambayo yalikuwa yanaendelea pale bungeni baada ya babu Tale yeye kuweza kuomba asa hivi serikali bana inabidi iweze kusaidia Ebana wananchi wa mashariki wakiwa wanahitaji barabara Ebana, huko kipande cha bigwa. Sasa waziri wa ujenzi yeye, aliweza kureply na kuweza kusema kwamba sasa hivi ni kwamba gemu imeweza kuisha, kama vile babu Tale katoka kuzungumza. Wakati huo huo, then baadaye waziri wa ujenzi Urega yeye akajibu. Sasa watu wengi waliweza kuiona clip na baadhi ya mitandao tofauti tofauti imeweza kuonekana, e, video hii ikiendelea kusambaa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuwa ni story katika siku hii leo ni kuhusiana aliyekuwa mpiga picha wa Damo Platnumz, wa Platnumz ifahamike kwamba ashakuwaga na ukaribu wa kutosha kabisa pamoja na babu Tale. Sasa yeye ameweza kutoa kama kijembe kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, na kuweza kubandika post ambayo post hii ilikuwa ina ujumbe ambao unasomeka hivi wabunge wote ambao mmeshindwa kufanya kazi tulizowatuma na kwamba dawa yenu ipo e, tutawanyosha mwaka huu, maana mnaona kama mnatusaidia wakati ni wajibu wenu kufanya kazi. Nasemaje huku maskani e, tuna viti vyenu. Huo ndio ujumbe ambao Lukamba aliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, ikiwa ni kama vile kijembe kwa e, kumponda e, bana Babu Tale kwa sababu ni kama vile ameshindwa kutimiza wajibu wake. Lakini katika nukuu ambayo Babu Tale anasikika kwenye video hiyo ambayo imeweza kupakiwa kwenye platform tofauti tofauti, ni kwamba Babu Tale yeye alikuwa anatetea na wananchi wake wa kipande cha huko Morogoro mashariki kabisa, akiwa anataka kwamba waweze kujengewa barabara ya kilomita sabini na moja na kwamba serikali wao tayari washatoa wa pesa, lakini changamoto ni kwamba waziri wa ujenzi yeye ni kama vile anakaza. Sasa ameweza kusema kwamba tangia miaka mitano iliyoweza kupita amekuwa akizungumza mara kwa mara, wao hawajeza kamara kutilia ebana manani kwenye sakata zima la yeye kuweza kuomba barabara iweze kujengwa. Sasa, yeye waziri ameweza kusema kwamba sasa hivi ni muda umeweza kuisha, yani kwamba sasa hivi eh, muda wa kuhangaika na masuala ya barabara umeisha. Sasa hivi tunakoelekea ni masuala ya uchaguzi. Kama mtu umechoka ebana kudumu, lazima uweze kuwaaga tu wananchi wako vizuri kabisa na kuanza harakati zako binafsi, anamjibu. So, kile kitu ambacho Babu Tale alikuwa anazungumza kuomba barabara ebana ya kilomita 71 kipindi ambacho ni nyakati za jioni kabisa, e bana, watu wanaelekea katika masuala mazima ya uchaguzi. Ni upi mtazamo wako kwa we mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo rinao, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye kunyanja comment hapo, usije kusubscribe online digital chocha.